Mimi ni Monsinyori George Kisapa paroko wa kanisa kuu Katoliki hapa Mpanda, lakini makamu wa askofu jimbo Katoliki Mpanda pia. E, habari za kifo cha baba mtakatifu Francisco tumekipokea kwa mshtuko, nimwaza tukutarajia, tulijua naumwa muda mrefu kidogo, kama mnakumbuka siku za nyuma na alikuwa ametolewa hospitalini tukawa na matumaini makubwa, na matumaini yaliongezeka zaidi alipoonekana e, siku ya Pasaka pale Vatican wasalimia waamini kutoa baraka kwa mji na ulimwengu, kama ilivyo desturi yake ya sikukuu kubwa kama hizi. Lakini tukashangaa baada ya siku moja, yaani jana asubuhi, anasema alifariki saa moja na dakika 35 za, za kule Roma. Basi tukapata taarifa kwamba amefariki na kwa taarifa rasmi imeshatolewa kikanisa kwa ulimwengu wote. Tuko katika maombolezo ya kifo hiki na tunaendelea kumwombea baba yetu ambaye alifanya kazi kubwa katika kanisa kwa kuna desturi ya kusubiri kidogo taarifa rasmi za jopo la makardinali wanaohusika na mambo haya. E, tarehe rasmi ya maziko haijapangwa na kwa desturi katika siku tisa tunapaswa kuwa tuna habari zote, mipango yote ya mazishi na mpaka kufikia hatua ya kuweza kukutanisha makardinali kwa ajili ya kumchagua Papa mpya. Ni kwa namna gani ameacha pengo katika kanisa la Katoliki? Kwanza niseme baba mtakatifu amepitia changamoto nyingi sana katika uongozi wake kwa sababu alifanya mambo ambayo watu hawakuyatarajia. Ni mtu aliyekuwa makini, lakini pia mnyenyekevu sana, aliyejishusha na kuishi maisha ya kawaida. Ni kiongozi ambaye ningesema ni mchungaji aliyekuwa anatembea na kundi lake. Hakutaka mtu anayekuwa katika hali ya chini abaki, tuseme, alikuwa anapigania usawa, lakini pia kiulimwengu, sio katika kanisa tu. Ni mtu amejihusisha sana kuhakikisha kwamba kila mwanadamu anapata haki anayostahili. Ulimwengu ambao pengine una matajiri wachache, maskini wengi, sasa amepigania katika hili kuweka ulimwengu uwe katika usawa. Ni wazi tuweze tukawa matajiri wote, lakini walau tusiwe na masikini waliopindukia. Kwa hivi, katika masuala yake ya kichungaji, kwanza nilisema ilikuwa ni kiongozi ambaye kama nilivyosema alitembea na kundi lake moja kwa moja lakini katika masuala ya kiulimwengu ni kiongozi ambaye amejitabanisha na amejiweka katika mazingira ambayo ulimwengu unapaswa umkumbuke: katika kuwatetea wanyonge, katika kuwatetea wani hawa wakimbizi, kukemea vita ambazo hazina maana na kadhalika. Kwa hivi, pengo ni kubwa, sio kwa kanisa tu, pengo ni kubwa kwa ulimwengu wote. Hebu niambie mtadumisha vipi yale ambayo alikuwa anayawaagiza kama mkoa wa Katavi? Sisi kama mkoa wa Katavi tumerithi sehemu kubwa ya mambo ambayo amelikuwa ametuongoza kama kanisa, sawa so. alipenda mm, alipenda amani, tutaendelea kuhubiri amani. Alipenda haki, tutaendelea kuhubiri haki. E, alitaka usawa, tutaendelea kuhubiri usawa katika maeneo unani nchi yetu na katika mkoa wetu. Basi kuna na mambo mengine mengi ambayo ambayoli ametufundisha kuishi kati ya watu na kufanya kazi na watu wenyewe, ili kuhakikisha kwamba tunadumisha umoja, tunadumisha amani na upendo ambao tuliachiwa na Kristo. Wito wako sasa ni upi kwa waumini wote wa mkoa wa Katavi? Wito wangu kwa waumini kwanza ni kwamba tushikamane katika kipindi hiki kigumu, tusali kuliombea kanisa lakini pia kumwombea baba mtakatifu ambaye ametangulia. La pili, tuungane katika kuomba sasa kwa namna ya pekee Mwenyezi Mungu atujalie kupata kiongozi ambaye atafuata nyayo za Kristo, atakuwa na nguvu, atakayeishi yale anayoyahubiri, na hasa kuleta umoja katika kanisa, umoja katika ulimwengu, upendo kati ya watu na usawa wa binadamu. Naitwa Josephine Nandi Kalonga, mkazi wa Mpanda Semulwa. Eh, nimepata taarifa ya msiba wetu wa baba baba mtakatifu. Hivyo tuna pengo kubwa sana katika kanisa letu, kwa sababu baba mtakatifu alikuwa ni mtu wa watu, alipenda jamii yote ya Tanzania na sehemu nyingine zote, hakubagua kabila, dini, alipita misikiti, alienda kila sehemu kuonyesha upendo kwa watu wake. Kwa maana hiyo huu msiba kwetu sisi ni pengo kubwa sana. Tumempoteza mtu muhimu sana katika kanisa letu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu huwa hayazuiliki, hatuna budi kupokea na kusema kwamba Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kama jina kwa kifupi, mimi nimepokea, nimepokea kwa, kwa, kwa masikiti. Mm -hmm. Sisi tumefiwa kama Wakatoliki kwa ujumla, tuna kwa maumivu kwanza nayiga kwa sababu baba alikuwa achagua, alikuwa anatoka mpaka nje ya kanisa akaenda mpaka sehemu za warabuni. Kumbe tusifuate udini tu, tufuate hata nchi zinazofarakana katika kisiasa, zionyeshe mifano mizuri kama baba alivyoonyesha kama kiongozi. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.